waxawa waxamgimajmay amser axra ougaf aspargao nmnagar gna sasekaa si mzuri yeye mwenyewe agawanye community fulani ambayo ilikuwa ilikuwa pamoja. Kwa hivyo, kila nyumba ina malango ya kuingiliwa. Malango ya Adam Ali ndio hii. We don't want division. Nobody has a permission to divide this community. Na ikubaliki kabisa. What we want as a community it is a healthy negotiation, tuonge ki ki kabila vile tulikuwa tuna ongeanga tuongee mambo inatuhusu na baada ya kusikizana, ndio tunaweza enda campaign ambayo inaeleweka, lakini campaign ya kuharakisha haifai. Tuko na chairman yetu, ndio huyu alikuwa anaongea hapo, na tuko nyuma yake. Kwa hivyo tunataka Korane na komiti yake wasijaribu kuingilia katika hii jamii kwa dirisha. Hii jamii iko na mlango inaitwa Adam Ali. Ni one of the jamii of Abudakh. Kwa hivyo tunataka Korane, kama kampeni yake inaenda hivi, hatuwezi kumpea mkono. Kwa hivyo we are complaining against the campaign of Korane the way they are doing.